kama ni maimamu, kama ni paroko mwinjilisi au mtumishi, zamba yaangalie hivyo. Ndio maana unaweza kukuta kuna mashehe wanamoka sigara, kuna watumishi wamefunua guest wa kizini. Umeona, zamba yaangalie, kama ni ustazi, unakuta kuna ustazi ana buya goro, utakuta kuna mchungaji kaiba sadaka. Yani mambo ni hatari. Ina maana zamba yaangalie uzuri wa cheo wala cheo kikubwa alicho nacho. Yesu alipokuja duniani na kuanza kuhubiri hiyo Injili, aliyakuta watu ambao wana cheo kikubwa katika elimu ya kidini, wanaitwa Mafarisayo na waandishi. Lakini wale watu walikuwa ni wanafiki kinoma yani. Watu walikuwa wanaosha kikombe kwa nje ndani wanakiacha ni kichafu na maana gani? Wakiwa ndani ya ibada ni watakatifu so honest. Lakini wakiwa kari yako ni wachafu sana. Yesu akasema ni watu ambao wamevaa ngozi ya kondoo na ndani ni mbwa mwitu. Ni watu ambao wanabebesha mizigo watu na kuwa wanashinda kubeba ile mzigo. Yaani ni watu ambao wanaabudu na wanahubiri wanasema fuata maneno yangu na usifuate matendo yangu. Eh, wapo wa hivyo. Anakuambia fuata maneno yangu tusifuate matendo yangu. Sasa